eshaji wa majini na nchikavu Sumatra wameeleza viwango vya nauli ya magari yaendayo haraka ya vinavyotolewa katika machapisho mbalimbali mbali si rasmi na kuwataka wakazi wa jiji la Dar es Salaam kuwa na subira kwani viwango vilivyotolewa. Gilbert Johannes anasimulia kutoka Dar es Salaam. Tayari uzinduzi wa magari yatakayotumika umekwisha fanyika na madereva wapo mafunzoni. Hivi karibuni kumetolewa taarifa kupitia vyombo vya habari kuhusu nauli elekezi kuanzia shilingi mia tisa zikazotumika kupitia huduma hiyo mpya huku wananchi pamoja na wadau wa usafiri wakionyesha kushtushwa. Sio sawa. Ajangia kabisa sio sawa kwa sababu gani? Sasa hivi mtu ukitoka hapa, utoke Mbezi uende mpaka Kariakoo, unaweza ukafika kwa shilingi mia saba. Umeona? Sasa uweke kiwango cha kuwa 900, 900 kwa mwananchi wa hali ya chini kwa sasa hivi kabisa naona hizo nauli tutakuja sasa kushirikishwa sisi, hatutazikubali kwa sababu nauli ni kubwa sana. Kwa, kwa mabasi tu ya kawaida kama unayoyaona ndugu mtangazaji, ya watu binafsi ilikuwa ni shilingi mia nne, lakini leo wanatuambia shilingi mia tisa kwa mabasi haya yaendayo haraka. Hakika kwa kweli itakuwa sio kuwakomboa wananchi, tutakuwa tunawaumiza wananchi. Mradi huu ulianzishwa kwa lengo la kupunguza kero ya usafiri na msongamano katika barabara jijini Dar es Salaam lakini mamlaka ya usafirishaji wa majini na nchi kavu SUMATRA imesema mchakato wa kutaja nauli haujakamilika. Sasa hivi, si kweli kwamba kuna viwango ambavyo vimetumika vimetolewa na vitaanza kutumika. Kilichofanyika ni kwamba tumepata maombi kutoka kwa wakala wa, wa, wa, wa mabasi ya mwendo wa haraka e, yakitaka ku yakionyesha mapendekezo yao ya nauli ambazo wanatarajia kuzitoza wakati huduma hii itakapoanza hapo Oktoba. Kwa hiyo na sisi tuna mchakato wetu ni, ni kama tumeanza sasa ule mchakato, na mchakato wenyewe unahitaji kwamba zile nauli au mapendekezo ya nauli ambazo zitatumika katika huu mradi wa mabasi haraka lazima tuyawasilishe kwa wadau wahusika. Wow, wanasema mradi huu utatumia teknolojia ya kisasa na mfumo utakaowezesha nauli. Sasa kwa mfano unaenda moroko, kwa hiyo utakuja utapanda moroko, utakuja Mbezi, utafika Kimara, unapanda basi lingine ambalo ndilo lile mwendo haraka linakuleta mpaka hapa Magomeni e, Magomeni pale utashuka sasa. Kama unaenda Msasani unachukua gari lingine la la, la la, mradi huo huo, lakini ambalo ni tofauti, ili iweze kukupeleka Msasani. Kwa hiyo utaona kwamba ile mia tisa unayokata ile shilingi mia tisa, ile tiketi utatumia mpaka mwisho wa safari yako. Oktoba mosi mwaka huu, huduma ya usafiri wa mabasi yaendayo haraka itaanza rasmi na takribani mabasi sabini yatakuwa yakitumika. Gilbert Johannes, Azam News,